Kwanza pole sana, mke wangu, kwa hichi kilichotokea, lakini pia nakuomba umsamehe sana mama yangu. Hakudhamiria kabisa kufanya hichi ambacho alichokifanya, imetokea tu, ni bahati mbaya. Kama binadamu liko sana, lakini amekiri makosa yake. Naomba msamehe na usahau kila kitu, sawa. Wala mimi hata sioni haja ya kuendelea kuzungumzia hivyo vitu, ila mamangu anataka kuja kuniona kwao, naomba umtumie nauli yake. Mimi kwa sasa naona hali yako inaendelea vizuri sana. Kwa hiyo sioni tena sababu ya mama yako kuja hapa kukuona. Labda si mimi nikombe kitu kimoja. Ungemwacha mama yako endelea na majukumu yake kule alipo. Usimhangaishe. Kama hali yako itakuwa imechange labda ukawa mbaya, basi tunaweza tukampigia simu akaja. Ila kwa sasa mimi naona unaendelea vizuri tu. Sioni sababu Evo, wendo, mina, vizuri, ya kumhangaisha mama yako. Hivyo unajisikia unachokiongea kweli? Kwao wewe ndio unajua kama mimi naendelea vizuri au siendelee vizuri. Mwili ni wa kwangu, mi ndo najua hali yangu. Alafu kitu kingine, mi niendelee mama makwa niangalie. Yani mi niangalie, nawa viurugi wako humu ndani. Unataka unikute nimekufa, sindio? Kama anaweza kunipiga kibao, mi nikazimia, anashindwa kuninyima chakula, ukanikuta mi daha zimenizidi nguvu humu ndani. Sikia ngombe kitu kimoja. Hapo naponiona kwa sasa hivi sina pesa yoyote ile. Hela yote imemaliza kwenye matibabu yako. Na pesa nyingine nimempa yule daktari ambaye amekuja hapa kukutibia. Kwa hiyo mimi naona tu ile jambo ngiliacha kwa sababu hii hali yako ni nzuri. Muache tu mama. Muone ulivyokosa haya. Kwa matibabu gani ambayo unazungumzia? Pesa ipi ambayo umeitumia kiasi kwamba wewe unakosa nauli ya kumtumia mamangu? Ulipata pesa ya kumtumia mama yako kutoka huko alipokuwa mpaka kaja hapa, lakini leo elfu ishirini tu ya kumtoa mama yangu Tabata kumleta hapa hauna. Sawa, najua unachokihofia. Hata hivyo sasa hivi mwenzetu na majukumu mengi sana. Si nitamtumia mwenyewe mama yangu aje? Acha tu mimi nitamtumia Mapenzi yameniteka, sina la kufanya. Mimi moyo wangu ameuteka amana, ameshatupakajini. Pole sana mwanangu, haya yote ipo siku yataisha. Kikubwa tuwe jasiri na uvumilivu. Na lingine mwanangu, ambao unaongea naye kila siku, usikubali kupelekwapelekwa. Kaza mwanangu, kaza wewe, ni mtoto wa kiume. Kaza Aisha Nenda kingeni kamchukulia dada yako matunda. Sawa kaka. Hapa na kipenzi changu. Ni matatizo tu kidogo yamenikuta. Ila kwa sasa inaendelea vizuri Siwezi so, yes, kuamini kama unaendelea vizuri mpaka nikuone, mpenzi wangu. <laughs> Kwa hiyo nataka kuniona? Ndiyo, hata kwa dakika tano tu, nataka nikuone, mpenzi wangu. Naweza nikikuona nitakusaidia kupona ugonjwa wako. Basi sawa, nitatoka kwa ajili yako kwa sababu hata mimi pia nimemisi sana kukuona. Sawa, nakuja, lakini mitaa yako kwenu sijui vizuri. Njoo mm. mpaka pale tulipoachana siku ile. Alafu ukifika hapo nipigie, mimi nitakuja kufata. Sawa sawa. Oya, hapa amna cha kupoteza. Nachotaka ni pesa yangu, ela ambayo mmempangisha yule mdada chumba, Big Mama. Tunajua ndiyo, tumefanya makosa naomba utusamehe. Lakini tuivyo mpangisha ule mpangaji, wakati tumepata ile pesa tunataka tufanye mpango wa kukutumia, yalijitokeza matatizo huko nyumbani. Kwa hiyo ikabidi tuchukue ile pesa tuitume nyumbani kwa ajili ya kusolve matatizo ya kifamilia. <laughs> Hivyo na akili kweli? Yaani pesa yangu mimi, uende ukasaidia familia yako, mi mwenyewe nina matatizo kibao hapa nilipo afu unakuja kuniambia tu eti pesa nimechukua nimeenda kukusaidia kijijini kwetu. Wewe, mzima kweli? Oya, sitaki kuzinguliwa ninachotaka ni pesa yangu. alafu kama mlikuwa na matatizo kwa nini msitumie uungwana mkanipigia mimi simu mkanielezea mpaka mtumie pesa yangu? afu unakuja hapa mnaanza kuniletea babaifu. Oya, mimi nataka pesa. Ila ndio hivyo big mama, kama alivyokuambia mume wangu mimi naomba tu tusamee Unasemaje na wewe? Tena ndio una akili, unyamaze kabisa nitakupiga na nyundo. Au nikuzibue saa hizi hapa. Yaani pesa yangu mimi mkasaidia matatizo yenu nyoa zima nyie. Sasa sikia. Hapa mna option hizo mbili. Mnilishe asubuhi, mchana na usiku kufidia pesa yangu ya miezi sita ya kodi ambayo mmeitumia. Au muingie ndani, mkachukue vile vitakataka vyenu vile, muondoke. Sijui mmenielewa? Tusifikie huko kwa sababu, haya matatizo kila mtu anamkuta. Mimi ni mwanaume, nitapambana kisha nitakurejeshea hela yako ndani ya siku chache tu. Wewe wewe, una uwezo kunirudishia mimi hiyo pesa pesa, eh? Hicho chumba ambacho mnakaa tu, kodi yenu ishaisha. Nawavumilia tu hapa lakini bado mnaendelea kuniletea vitu vya ajabu. Oya chekeshi hapa yenyewe, umenielewa, nachotaka pesa yangu, au mnilishe kwa muda huo wa miezi sita, au muondoke. Nimemaliza. Waangalie visura vyako, sina wewe. Yani haya yote umeyataka wewe. Yani hata sionage faida hivyo vikoba vyako. Umeniomba ile mpeka vikoba, lakini sijai kuonaga hata faida vikoba vyako. Angalia sasa ninavyoumbuka hapa eh! Hey, baba samani, hakuna muda wa kulaumiana hapa hata umechukua pesa, umesema naenda kufanyia biashara basi, na mbona sioni? Yani hapa mimi sina mwanamke kwenye maswala ya pesa, sina mwanamke ndani kitandani, mbwi, yani amna lolote yeah. Sasa haya yanahusiana na nini hapa? Ya. Yani unaacha kujili, na wewe big mama unaanza kugusiana ya kwangu ja, acha na mimi. kutafuta na ubaya sasa hiyo. an no. Nimeandaa chakula kwa ajili yako. Umeingia sasa hivi na sasa hivi pia unatoka, unakwenda wapi? Napokwenda pakuhusu kwe, huna haja ya kupafahamu. Na kuhusu kwa chakula, nitakula nikirudi. Hivi, aibi, una matatizo gani? Lakini kila wakati umekuwa ni mtu wa kuingia na kutoka hivyo ni mwanaume gani ambao zipo zako azifungi na. Yaani najua afika kabisa, una kukutana na mara zako huko. Ongera kipenzi changu, kumbe unafahamu napokwenda eh? Alafu naniuliza maswali ya nini? Nikutakia siku njema ebi. Nadhani wiki nitakuwa niko busy sana, lakini kama nikipata muda nitakwambia. Usijali kwenye hilo Samanda. Dada, mambo vipi mrembo? Shikamoo kaka. na mwonekano wako na vitendo vyako tofauti, ila sio mbaya. Mimi naitwa IB samani. Naomba ongea shida yako na haraka sana, kama utajali naweza kusaidia. namba yako simu, kuna kitu cha muhimu nataka kuzungumza na wewe. samani kaka Hivyo mwanamke una akili kweli? Ina maana mimi kukuuliza tu unajibu jeuri kiasi hicho? Si ungeniambia so kama utaki basi. Kwani kuna kipi kibaya ambacho nimekujibu hapa kakaangu? Happy, hivi ndivyo mnavyoishi mtaani kwenu? Sijakuelewa bado, kuna nini kinaendelea? Kwani nashangaa, huyu mwendazimu namuuliza tu kidogo ananijibu jeuri hizo tabia umeanza lini sasa? Kama mtu amekuuliza njia, si unamuelekeza tu? Huo ujeuri utakusaidia nini? Emuwe, nyumbani vipi? Unamjua yule eh? Ni mfanyakazi wetu. Okay, pole, usijali. Mchumba wangu, mbona ufiki? Mimi ninakusubiri hapa muda mrefu sasa, unakuja muda wote utu unasema unakuja, fukuja au sasa basi, ujua nilete na zawadi. Aya, sawa basi ufanye hivyo hmm? Aya, sawa, nakusubilia hapa, fanya haraka. Kaka, mbona unaniangalia sana? kuna nini? Oya fanya ha elfu ishirini na sita hapa naongea. Oya hebu nigie tambo kwanza, kwa ajili ya kupiga ama kuna kingine? Oya nishakwambia kwamba nigie tambo hiyo, sitaki stori nyingi wala wa nini, au nataka mpaka tukunjane tena hapa au si? Sikilize kaka, nikwambie hapa nilipo simama, kuna mtu namsubiri. Sasa huyo mtu akikukuta kitakachotokea, sitohusika. Mahensam kama wewe hawatumii wensamu wao kwa ajili ya kuiba, wanatafuta dada wazuri kwa ajili ya kuwahudumia, na sio upuzi unaofanya wewe. Zasiku ndugu yangu kwa wema upi hivyo? Mama umempiga mwanangu akosa lipi? kikubwa kipi alichokosea mpaka unafikia kumtia makofi na kumzimisha kwa unajifao na nguvu sana eh? Umetoka zako kijijini umekuja huku mjini kupiga watoto wa watu. Samani ndugu yangu, ilikuwa kama bahati mbaya tu Alinikosea Ani adabu kidogo. Nilikuwa namfundisha adabu tu kidogo kama mtoto wangu eh, eh. Unamfundisha mtoto wangu, so Ivi, Agema, ngelezea manuna, ngelezea. Mimi siwezi kumfundisha, we mama, utakuwa kizako sio mzuri hivi ulivyo mzimisha. Asingeamka ungeleza polisi, ungeelezea maneno. Unanielezea mimi? Nyie vijijini huko so mnapigwa na kilimo tu, mnapigwa na akili. Yule binti sija kumpiga taskui. Wewe itakugharimu kila ucho kifanya, kitakurudia. Samani ndugu yangu, omba tuingie ndani tukaongee, anaongeleka tu hayo. Sikia, mimi nimekuja hapa kumuuguza mwanangu, sikufata wewe. Hata usipo nikaribisha mimi, lazima nitaingia tumundani. Uongee, uongee na nani? Mama, kumbe umefika. Shikamoo. Hiyo heshima ungikaa we na mama yako, asingempiga mke wako mpaka kumzimisha. Lafu saizi ataka shikamoo? Saizi shikamoo kwa heshima ipi? Wangu, wangikaa na heshima, ungimpendelea mke wako kabla ya kupigwa. We mwanaume gani wewe, unakuwa mnyonge. Sasa ngoja mwanangu hafe Utamla nyama wewe na mama ako. Waone kwanza wauaji wakubwa nio, hmm.